Ni zaidi ya miezi mitatu sasa ishapita toka tupate habari ya kuwa Mbosso Khan, Mbosso Mshedere, ametoka kipande cha WCB Wasafi na kuwa independent artist na shauku ya watu wengi ilikuwa ni kutaka kujua ama kutaka kuona je, Mbosso Khan ataendelea kufanya vizuri kama alivyokuwa pale Wasafi ama ama ndo atapotea kabisa. Na si muda mrefu baada ya kutoka pale Wasafi, zikatoka nyimbo kadhaa ambazo Mbosso Khan ameshirikishwa ikiwepo ile ambayo ipo na Darasa, lakini pia ipo ambayo alikuwepo na bwana mkubwa Bili Nasi. Licha ya kwamba hizi ngoma kadhaa ambazo Mbosso Khan ameshirikishwa kufanya vizuri sana, lakini haikutosha kujibu swali letu kwamba, je ataendelea kufanya vizuri. Tukaona ya kwamba ngoja tusubiri atakapotoa ngoma za kwake, kama yeye kama solo artist, lakini pia hata zile ambazo atakuwa amewashirikisha wasanii wenzake. Na hivi karibuni Mbosso Khan ametoa EP ambapo aliipa jina la RN3, yani room number 3, na EP hiyo ilikwepo na nyimbo takribani saba. So EP ya ngoma saba inatosha kabisa kujibu shauku ambayo tulikuwa nayo juu ya Mbosso Khan, na leo ikiwa ni siku ya nne toka EP imetoka, na of course majibu yamekuwa ni zaidi ya vile ambavyo tulikuwa tunategemea na wengi tulizani kutakuwa na kusuasua kwa nyimbo ambazo watatoa Mbosso kwa sababu ya kujitoa WCB, na matokeo yapo kama ifuatavyo: ikiwa ni siku nne baada ya Mbosso Khan kuachia room number 3 EP, tukianza na kushika namba moja kwenye upande wa Audio Mark Tanzania, lakini pia kushika namba moja upande wa Boomplay na Apple Music hapa Tanzania lakini pia ikiendana na kufanya vizuri kwenye nchi tofauti tofauti za Afrika. Na tukitoka nje ya Afrika, EP ya Mbosso Khan imekuwa ikifanya vizuri na hata zile nchi ambazo mziki wa Bongo Feva ni ngumu kupenya, lakini EP ya Mbosso Khan imepenya. Kwa mfano hapo utaona Japani na nchi zingine ambazo ni ngumu sana mziki wetu kuenda kufanya vizuri, baadhi ya nyimbo zimekamata namba moja kabisa. Kwa mfano tutaona hapo kama nchi ya France, Denmark, Oman, Sweden na sehemu zingine nyingi. IP ya Mbosso Khan imekuwa ikifanya vizuri na hata upande wa YouTube, ikiwa watu wengi tunatumia mtandao wa YouTube ili kujua kwamba ngoma ya msanii fulani imefanya vizuri ama la. Mbosso Khan kafanya vizuri mpaka huko, kama tunavyoona, amekamata namba moja upande wa YouTube trending, lakini pia hata nyimbo namba mbili kukamata kwenye trendi ni ya kwake mwenyewe Mbosso, na hii ni baada ya kuitoa nyimbo ya Salama ambayo ni Diamond Platnumz pamoja na Barnaba Classic. Hii nyimbo ya Salama imekaa sana uh, YouTube trending namba moja kabla haijaja kutolewa na Mbosso Khan. Kwa hiyo hapo utagundua kuwa haikuwa rahisi. Tukiendelea kuangalia upande wa YouTube trending tunaona nyimbo namba nne pia ni Mbosso Khan, lakini pia na nyimbo zingine zimeendelea kuwa kwenye trending upande wa YouTube kwa namba tofauti tofauti, lakini hizi tatu ndo zimekaa juu kabisa. Kwa hiyo hii ni taarifa nzuri kwa mashabiki wa Mbosso Khan, lakini pia kwa wale wanaomuombea mazuri Mbosso Khan, kwao hii ni habari nzuri kabisa. Usiache kusubscribe hapo chini lakini pia kulaiki na hata kukomment.